Mimi kwa majina naitwa injinia Kambarage Steven Masatu Asira. Nimekuja hapa ofisi za CCM Bunda leo tumechukua fomu kwa ajili ya kuwania nafasi ya ubunge wa jimbo la Bunda mjini. Mimi kwa uzoefu wangu ni mwana CCM, nimewahi kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa kuanzia 2012 hadi 2017. Tumekiwakilisha chama chetu vizuri katika nafasi mbalimbali hivi mbali. Sasa mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha, uchumi na mipango mimi ni injinia ni mfanyabiashara lakini ni mdau wa maendeleo. Sababu za mimi kugombea ubunge ni kwa sababu jimbo letu linahitaji wanamakada ambao wanafahamu shida za wananchi, shida mbalimbali mbali, matatizo yao, tuweze kusaidiana na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuleta maendeleo katika jimbo letu la Bunda. Jimbo hili ni kongwe, linahitaji vijana kama sisi Leo nimeamua kuchukua nafasi hii kutumia taaluma yangu, uzoefu kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa jini, kwa jina, jimbo la Bunda mjini. Nitajaza fomu hii, kufikia jioni tutakuwa tumeirudisha. Tunajua kuna miongozo na vikao, kwa hiyo tutasubiri vikao vianze kukaa, vifanye mchujo, vipitie majina yetu, na tunaomba Mwenyezi Mungu, kama atatusaidia tuna sisi tutafika, basi tutakuwa watu tuko tayari kufanya kazi na kutumika kwa kwa wananchi wa Bunda mjini. Asanteni sana kwa kufika. Asanteni sana mtuombee sisi katika safari yetu ya siasa na sisi tumeamua tu tusiwe nyuma, tumeamua ku, ku, kuingia ndani katika mchakato mzima. Nimeridhika na mchakato wa chama chama chetu, kilikaa kikafanya mabadiliko ya katiba tarehe kumi na nane uh, Januari kikaruhusu uh, viongo, viongozi wengi wa jumuiya mabalozi. Kwa hiyo sasa hivi wigo mkubwa sana umepanuliwa waamuzi wa nani atakuja kuwakilisha. Kwa hiyo kimsingi ninaridhika kwamba tutaenda kupata viongozi ambao wanakubalika na jamii na watakuwa wako karibu kufanya kazi ya serikali na kutekeleza ilani ya Chama Cha Mapinduzi kuanzia 2025 hadi 2030. Karibu. Swala la nani amekuwa, kwa sababu jimbo la Bunda limewahi kuongozwa na viongozi wengi, ni kweli ni kwamba kweli, kwa uh, makamu wetu aliwahi kuwa kiongozi wa jimbo hili, na mimi kupitia hapo nimejifunza kwa ukaribu shida mbalimbali mbali ambazo zimekuwepo kwa kipindi kile. Eh, Mzee Mkapa alisema kila, kila kitabu na zama zake. Zama hizi naziona ni za vijana. Tuko tayari na sisi kuendeleza pale ambapo ameishia.